Yani Mungu akisema sio watu waseme. Kiongozi wetu hapa msema, uwe odani nani na moyo wa ushujaa. Anasema watu watasema, we usiangalie maneno yao, usisikilize, angalia kusudi la Mungu. Haleluya. Pale tulicenga wa kanisa leo pale, kila anayeingia historia kwetu, kila wakitoa sile ngumungumu zile zene maamuzi magumu lazima watutaje. Aleluya! Kwa nini? Kwa sababu ya vile vinaonekana milele, kanisa aliuzwi. Kwa hiyo unapokuwa una moyo wa ushujaa, ndiyo Yesu anataka watu kama hao, ndiomaana. Na wakati Mungu akisema, wa sisikilizi mwanadamu. Mungu akisema, anafanya tu, kwa sababu kasema. Aleluya! Mungu atusaidie sana katika hili anasema vusha watu wao wavuka nao ng'ambo usifikiri kuvuka na ng'ambo hii ng'ambo huko ng'ambo kuna ulimwengu wa kiroho kuna kuna vilema kuna ulimwengu wa kiroho kuna vipofu kuna wasikiaji alafu uvuke nao wapi unafika sehemu ile maji alafu kiwete unamfanyaje urudi umbebe simama tuombe. urudi umbebe umvushe <laughs> Anachoka, alafu mtu anakuwa hataki kuvuka. Haleluya.